Hadithi ya uhalifu, hadithi ya ukiukaji wa haki za binadamu, dhulma, mateso, wizi na mauaji. Jina langu ni Muhammed Ali na haya ni makala ya Jicho Pevu.

Taswira ya jiji la Nairobi, jiji la ujanja lenye siri yake ya kipekee ili kuweza kuishi. Kila jua linapotua na kiza kuingia, ukurasa mpya hufunguliwa huku mambo mengi yakitendeka basi na idadi kubwa ya Wakenya kujua saa kumi na moja za jioni, juu ya alama, wauzaji wa, wa rejareja almaarufu kwa lugha ya kimombo hokas, wanaonekana wakijiandaa kuuza mali zao na kutafuta riziki ya kila siku. Rosame, makumi ya Wakenya wake kwa waume wakijizatiti kuwavutia wapita njia kwa nguo kuukuu za bei nafuu. Kutokana na ugumu wa maisha, kwa wengi, huu ndio muda mwafaka wa kujipatia riziki halali. Lakini hofu ya wachuuzi hawa ni moja tu, gari hili, gari ambalo kila likionekana lazima mtu aumie wa au apone kwa kutoa mlungula. Katika pilikapilika hizi, wakati mwingine wachuzi hawa huponea kukamatwa kwa kuepuka mtego huu na kuzidisha mchezo wa paka na panya. Giza linapoingia idadi ya wapita njia kutoka kazini huongezeka huku biashara ikizidi kunoga. Kuindana kati ya maafisa wa baraza na wachuuzi kunazidi kuendelea huku kila mmoja akimtazama mwenzake kwa jicho la tatu na kujificha kila mara maafisa hao wanapoonekana. Lakini usilolijua ni kwamba licha ya kuwa wafanyabiashara chapakazi, askari hawa wa baraza la jiji la Nairobi hutumia mbinu za kinyama, kando na kupokea hongo, kukabiliana na wachuzi hawa. Sura mpya, sura ya dhuluma na ukiukaji wa haki za binadamu. Bila shaka ni ukiukaji wa haki za msingi za Wakenya wanao kamatwa, hufungiwa ndani ya gari hili kama wa mifugo, huku afisa mmoja wa polisi fanya kazi ya kupokea mlungula. <coughs> Walio na senti hizo, ukomboa uhuru wao. Wengine, wakichangisha ndani ya gari hili, hey, Mkuu oh, hmm? <tipu> wanaokosa wakisombwa kwa pamoja na mali yao na kufikishwa katika mahakama ya manispaa isiyo na wakili wala shahidi kwa wachuuzi hawa.

It's not justice, but I don't think I don't think somebody has come and complained and said that uh, they are being charged in mass because okay, fine you may probably people may come from this simply it does an operation and find that the, the offense is the same but when once it is read, everybody pleads different so one can plead guilty another will plead not guilty some of them know that the the fine imposed is so small that the pleading guilty seto you oh, the you pay the fine probably is 500 and 1000 then you go. Yeah, but I don't think what I can say that I, I am not aware that some of the of having mass judgment mass judgment, judgment, judgment. Kila siku hapa ni heri ya jana huku idadi ya wanaumizwa katika mtafaruku huu ikizidi kuongezeka. Katiba unapelekea kiongozi wa ngali, kila ngali kila ngali ina manager wake, yani mwenye anaongoza kikosi. Kila ngali ina kuna kiongozi saa hii, hata watu wanatoanga, hata saa hii kama ni kwa soko wakimwambia mtoe kiwango fulani, unatoa siku fulani kulingana venye umeongea na yeye. Hapo muko hivi hivi, mwenye anataka kutoa, hao wanafurugaasikudagirisimamamadilahuiaiiaf <tosan>

lakini siku hizi kakua inakosa wanaingiza grad, sasa nyii munakula pesa zao eh? Wakaanza kumfuruga sasa <tos> <tos>

wazee wanaotafuta riziki kutokana na hali mbaya ya uchumi pia hujipata wamebanwa, huku walemavu pia wakifanyiwa unyama zaidi. Mama. Mama usitugonge sisi. Hii ndio hali haswa ya, ya operation features zinazoendeshwa na wasimamizi wa jiji la Nairobi. Vile hawa walikuwa wana, wanaenda a prohibited area which is State House. It was a state order while it was trained. And uh,

Mzigo so, bado hujapata saa zingine inaenda unalipishwa daa uko chini Moroto, ama inaenda hadi inapotea kabisa. Kila wakibanwa, wao mkimbilia ya gavana wa Nairobi kumlilia, majibu wanayopata na hakikisho ni moja tu. Kila, Nyinyi, rudini mweke vitu vyenyu waa. Yes. Kila wanaporudi barabarani, wachuzi hawa hukutana na askari wale wale wa jiji. Sheria hapa ni ya mnyonge msonge. chuzi ambao walikuja, nafikiri ni wiki nne zilizopita, walikuwa wametoka huko Isili, huko Isili in the 70s uh, watu wengine waliuza hiyo soko uh, kulikuwa na vikundi viwili ambao walinunua, walienda kotini, wakapigania mmoja wakashinda. Na wakati tulikuwa tunachaguliwa soko ilikuwa ishauzwa, walipata walipata nafasi ya kuijenga, lakini sisi uh, tumesimamisha hiyo uh, ujenzi. Uh, wakati walikuja, tulikuwa tumesimamisha tayari. Niliwaambia warudi, na hiyo maneno tushapatia uh, National Lands Commission ili wa wa, wa, wa, wa, wa cancel hiyo uh, uh, uh, uh, title deed yao. Na hata wakati huu uh, kuna mazungumzo soko itarejeshewa wale ambao walikuwa kwa hiyo soko tangu zamani. Kwa siku, wachuuzi hawa hutoa hongo kati ya shilingi mia tatu hadi mia tano. Licha ya kutokuwa na rekodi halisia ya, ya wachuzi wote tulibaini maeneo 22 yanayotumika sana na maovu haya isli inaongoza kwa takriban wachuzi elfu thelathini. Kwa wiki wanatoa hongo ya shilingi 200. Hizo ni shilingi milioni 24 kwa mwezi katika soko la toe Kibera, kuna takriban wachuzi kama elfu ishirini na tano kwa wiki wao hutoa hongo ya shilingi hamsini kila mmoja ambazo ni shilingi milioni moja elfu mia mbili na hamsini. Katika soko la Gikomba ambalo linakisiwa kuwa na wachuuzi elfu ishirini na tano, hongo inayotolewa kwa wiki ni shilingi mia mbili ambayo kwa mwezi huwa shilingi milioni ishirini. Kwa jumla idadi yote ya wachuzi katika vituo ishirini na mbili takriban elfu 160, hongo wanazotoa ni shilingi milioni 96 kwa mwezi. Kila mwaka pesa zinazotoka kwa wachuzi hawa ni bilioni moja milioni 152, sawia na dola milioni 11.5 za Marekani. Pesa hizo zinaweza kulipa karo ya shule kwa wanafunzi elfu 811.

Kwa kipindi cha miaka mitatu, makachero wetu wamekuwa akifuatilia matukio haya kuanzia Isili, Pipeline Estate, Kibera Westlands na katikati mwa jiji la Nairobi na kurekodi sura za wahusika wote wanaotawala kwa mabavu na kujigawanya kwa kikosi cha askari 45. Kila kikosi cha askari wa baraza kinaongozwa na afisa mmoja mkuu anayeogopewa sana. Wanaokataa kutoa hongo. Wiki ijayo tutakuonyesha sura za wahusika wote na jinsi wanavyopokea hongo pasi na uoga. Viliyo vya wahusika pamoja na mauaji ya wachuzi na maafisa wa baraza vilivyoishia mahakamani. Muhammad Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN Leo.